Na tuombe Mwenyezi Mungu atufikishe Ramadhani, kama ilivyokuja katika hadithi, bwana mtume alikuwa akiomba kiingia Rajab, sema Allahumma barik lana fi Rajab wa Shaaban wa balighna Ramadhan. Sisi tuombe Mwenyezi Mungu, Allahumma barik lana fi ma baqiya min Shaaban wa balighna Ramadhan. E, Mola tukuomba utubarikie katika yaliobakia, siku zilizobakia mwezi huu wa Shaaban, na tufikishe, tufikishe yani katika Ramadhani. Na inshallah tutajaribu kuangalia ama kuzungumzia baadhi ya masaila ambayo ni muhimu uh, katika mwezi huu wa Ramadhani yani yanayohusiana na somo, masaila ambayo yanakaririka sana labda kuulizwa ama ni muhimu labda tuaghafilika nayo. Na kwa kuanzia tutazungumza namna ya kuikabili, namna ya kuukabili mwezi huu yani vipi tu, tuikaribishe Ramadhani. Eh, Muislamu vipi atakiwa aikaribishe Ramadhani? Naam. La kwanza ni kwa Muislamu afa kuwa na raha, Muislamu afa kuwa na raha kupata mwezi kama huu na afa kuwa yu utarajia yani, yuomba Mungu afike mwezi kama huu. Kwa ajili ni mwezi una fadhila nyingi sana. Mwenyezi Mungu asema katika Qur'ani, Qul bi fadlillahi wabirahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajmaun Qul bifadli llahi warahmatihi, yani sema e, Muhammad, ambaye bwana mtume atujulishe sisi. He, kwa fadli za, fadla za Mwenyezi Mungu na kwa rehema zake He, fa bidhalika falyafrahu, basi, kwa hivyo vitu au kwa hiyo furahini. Sisi twafaa kufurahi na Ramadhani ni fadla, Ramadhani ni rehema kutoka kwa Allah Jalla Jalalu, basi twafaa kukabili mwezi kama huu kwa raha, kwa furaha. Tufurahi kuwa tumepata Ramadhani nyingine Alhamdulillah, miji yetu tumezoea huwa eh, twa eh, hususan zamani kidogo yani kabla a miaka kadhaa, ilikuwa twaona ule utofauti baina ya Ramadhani na miezi mingine, watu wana raha zaidi eh, kunaitaje yani, uh, upendo baina ya watu eh, majirani wapendana zaidi, wapelekeana vitu na nini hivyo. ndo tafaa kupokea mwezi wa Ramadhani. Lingine kupokea mwezi wa Ramadhani na taadhim. Kwa sababu gani? uh, Ramadhani ni katika sha'air za Mwenyezi Mungu. Sha'air yani ni mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameyaweka, hizi ni kama alama kubwa zaidi za Uislamu eh, na wale watuambia sha'air kubwa zaidi tano eh, ni bwana mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na Qur'ani hii ambayo ameteremshiwa amba, amba bwana mtume na swala tano eh, na al-Kaaba al-musharrafa na ya tano ni Ramadhani hivi vitu vitano maulama watuambia hizi ndo alama kubwa ama ndo shaair kubwa za Uislamu eh, na Mwenyezi Mungu katika Qur'ani yatuambia dhalika eh, <coughs> wa man yu'azzim shaair Allah, Wa man yu'azzim shaair Allah, fa innaha min taqwa lqulub, eh, yule, yoyote yule ambaye ata, ataadhimisha shaair za Mwenyezi Mungu eh, mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameweka haya ni makubwa zaidi katika Uislamu eh, Asemaje Mwenyezi Mungu mwenye, mwenye kuadhimisha mambo kama yale, mwenye kuadhimisha shaa'ir hizi eh, fa innaha min taqwa alqulub, basi ile si ni kwa hakika ni katika uchamungu wa nini, wa nyoyo, ni katika uchamungu wa nyoyo, yani nyoyo za mchamungu, nyoyo zinazomchamungu mcha, watu ambao wanamchamungu ndo wataadhimisha mambo ya Mungu. Kwa hiyo Ramadhani ikija, sisi pia tufaku ikaribisha na taadhima, tuadhimishe kama vile Mwenyezi Mungu ameadhimisha. Naam.

sema Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, bwana wa miezi shahru ramadhan, mwezi wa Ramadhani ndio bwana wa miezi. Na taban zile faida zilizoko kama tutakavyozitaja baadhi yake, kweli ndio bwana wa miezi, basi sisi tuafaa kuipokea. Kwa nini? Kwa ta taadhima. Pia namna ya kuipokea ni kuipokea kwa tauba, tuombe toba, tauba sadika. Yaani mtu atubie sawa sawa. Mtu alikuwa labda ana mapungufu fulani, atubie, ya Rabb. Manake mara nyingi ule mwezi wa Ramadhani imani huzidi, utaona tuacha mabaya. Wengi tuacha mabaya, eh? Wengi walikuwa hawaswali, warudi waswali katika ule mwezi wa Ramadhani. Sasa mtu afaa kuchukua ile opportunity. Ushaona? Eh? Naghtanim. Tuafaa kuchukua ile opportunity, tusi waste hii chance. Tuchukue ile chance turudi kwa Mungu kabisa. Yaani <coughs> manake utaona mtu ule mwezi wa Ramadhani labda ataacha lile baya alikuwa akilifanya kwa muda wa siku thalathini, kisha ile siku ya kwanza ya Idi khalas, ashajisahau la. Sasa mtu aweza kuchukua hii kama nafasi ya, kutu, ya, kum, ya, kum, ya kujizuia, atie nia nzuri na aombe toba ya kisawasawa kuwa harudi tena nyuma, amwombe Mwenyezi Mungu, amwambie: ya Rab, mimi ni dhaifu Ha? Lakini huu mwezi wa Ramadhani wanipa nguvu nifanye, basi naomba ile nguvu utakayonipa ile himma utakayonipa mwezi huu wa Ramadhani iendelee. Kwa hivyo mtu atie nia ha? khalisa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu peke yake, kuwa sasa atafanya mema na ataacha shahwa. Tamam. <coughs> Maana kimekuja pia katika hadithi ha? kuwa Mwenyezi Mungu, inna Allah la yaktubu ajrahu wanawafilahu kabla an yudkhilahu. Kwa Mwenyezi Mungu huandika thawabu Ha? Na zile sunna atakazofanya mtu kabla hata ya kuingia ule mwezi wa yaktubu israhu washa, washagaahu kabla an yudkhilahu. Na yule mtu ambaye hatopata faida ya Ramadhani ha? yule ambaye ataandikiwa uovu basi, huwa yaandikwa hata kabla yaingie katika mwezi wa Ramadhani, itaandikwa huyu ni muovu, hatopata faida. Tamam. <coughs> Ha, mpaka mwisho wa hadithi. Kwa hiyo namna ya kupokea Ramadhani ni kwa hiyo tuipokee kwa taadhima, tuipokee kwa, ta kwa mahaba, kwa kufurahi eh, kwa kutubu kwa Mwenyezi Mungu Jalla Jalal. Naam. Miongoni mwa eh, hususiyati za Ramadhani yani, eh, mambo ambayo Ramadhani imefanyiwa imekuwa ni bora kuliko miezi mingine kama tulivyosema ni sayyidu shuhuri <coughs> ni kama ilivyopokea kutoka kwa Bwana Mtume, tuftahu abwabul jinan wa tughlaqu abwabun niran

Ile misumbufu zaidi ile kabisa, lakini kiingia Ramadhani tutaswali zile swala tano na bado na tarawih, yani yani taona wale mashetani, wale, wasumbufu, wale wasumbufu zaidi wamefungwa fungwa. <coughs> pia katika hususiati za Ramadhani ni kuna usiku mkubwa zaidi eh Lailatul Qadri, na hii ni bora kuliko alfi shahr, kuliko miezi elfu. Hiyo ni miaka thamanini na tatu na miezi minne takriban. Yani, wewe ukifanya ibada siku zote, ama usiku zote zile ha? Usiku zote za nini? Za Ramadhani. Ukifanya ibada utakuwa na yakini kuwa umepata nini? Umepata Lailatul Qadri. Utakuwa na yakini kuwa kuna siku moja wewe umepata thawabu za mtu aliofanya ibada miaka thamanini na tatu. Tena si eti utapata thamanini na tatu tu, la, maanake Mwenyezi Mungu anasema khairum min alf shahr, yani ni bora kuliko miaka mie, mie, itwaje miezi uh, alfu. Haimaanishi kuwa ni sawa sawa na miezi elfu la, amesema ni bora. Kwa hivyo inaweza kuwa labda ni kadri ya miezi elfu mbili, kadri ya miezi elfu tatu, eh? na kila mtu ni kadri ya ile imani yake na kadri ya nia zake atakazoweka na ikhlasi yake alionayo, tamam. Na hii ni yani maarufu maula, mwingine wasema Lailatul Qadri itakuwa katika kumi la kwanza, mwingine kumi la pili. Hadithi zilizokuja yani za sahihi zaidi ni kuwa ghaliban, ghaliban itakuwa katika kumi la mwisho eh Yani, pale ndo twatarajia zaidi katika zile hadithi zilizokuja kwa Bwana Mtume, ghaliban ni kuwa Lailatul adri itakuja katika kumi la jisumbue tu qadri kumi. Eh? Ile ni miezi elfu. Kila Ramadhani miezi elfu, kila Ramadhani tuki times 10 ni miezi elfu kumi ile ni miaka mia nane na thalathini kama sijakosea, tukifanya hisabu ile takriban yafika miaka mia nane na thalathini yani, we utakuwa umfanye ibada miaka mia nane na thalathini Hii tukihesabu tu Lailatul Qadri bado, na mambo mengine bado, na siku zingine eh. Kuyo, ni, ni, mwezi ambao alhamdulillah yani una eh, mambo mazuri Mungu ametu nani, kwa rehma yani kwa umma wetu, metu... <coughs> yani, umma wetu wameturehemu Allah jalla jalal mpaka katupa yani, fursa kama na pia katika faida ama khususiati za Ramadhani ni kuwa hasanati yani mtu akifanya mema eh, ina kuwa multiplied. hapati sababu kawaida Bwana Mtume alipotueleza mwenye kufanya mema wapata mara kumi He, lakini katika Ramadhani Bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam katika hadithi anasema mtu akifanya faradhi basi ile faradhi yafanywa kama ambaye amefanya faradhi sabini. Angalia. Kama ambaye amefanya faradhi sabini, na faradhi moja he, hasana, bi -ashri amthaliha, ukifanya, ukifanya khairi moja wapata mara kumi. Kwa hiyo ukifanya faradhi moja ni mara kumi. Sasa Mtume anasema ukifanya faradhi moja. Kwa mfano kuswali adhuhuri, ni kama umeswali adhuhuri mara sabini. Angalia, hiyo faradhi inakuwa multiplied hivyo na e, na katika hadithi pia imekuja na mwenye kufanya sunna e, e, a so, za hususiati za Ramadhani ni kuwa yule mwenye kumfuturisha mtu. E, mwenye kumfuturisha mtu. Kumfuturisha Eh, maulama yani kwa lugha ya Kiarabu kwenye kumfuturisha ni kumpa kile chakula cha kwanza atakachokula. Wewe ukimpa, eh, utamsongezea tende mpaka. Kuna uh, ada uh, utaona watu wameketi pale kabla kufunga, mwadhini huyu yampa huyu tende na yule mwingine yampa, ili anga iwe <coughs> nimempa mtu akafuturu kwa kutumia kitu kilichotoka mkononi mwangu, huko ndo kufuturisha. Ama ile kualika watu kwa lugha yetu, yani Waswahili tukisema iftari, ambayo ni kama dinner la, ile si kufuturu. Ile ina thawabu, lakini si thawabu hizi. Eh, imekuja yani katika hadithi kuwa mwenye kufuturisha mtu kwanza, yupata ajira, yupata thawabu za yule aliofunga, na haipungui ile. Kama sisi tunzoea katika zama zetu, kuna mambo ya commission, eh, mwambie wewe bwana, sije ni broker, ukileta mtu upata commission 5% 10% hapa kwa Allah jalla jalalu ni 100%. Yani, wewe madamu umemfuturisha yule upata thawabu zake mia fili mia, hupunguzii chochote na yeye pia hapunguzii chochote. Hiyo ni katika mambo yaliokuja ana Mtume akitaja. Kisha kitu cha pili ni maghfira, usamehewa dhambi zako eh. na faida ya tatu kama ilivyokuja katika hadithi ni kuwa waepushwa, yani yaepushwa shingo yako na moto na ibara hizi waambiwa waepushwe shingo yako na moto au e, ibara kama hizi, na moto. Hutoingizwa motoni, haya. Kuna faida kubwa kama hizi. Kwa hiyo mtu ajaribu, ikiwa ataweza kuhudumikia eh, pale msikitini kupanga panga vile vya kula, tamam, ni kumaanisha waepushwe na moto eh, asa mtu aje ale kile chakula afuturu nacho. Tamam, hii ni katika pia itaje hususiati za mwezi wa Ramadhani. Na pia katika hususiati kama ilivyokuja ni kuwa <coughs> riziki ya muumini huongezwa Rizqi ya mumin wakati wa Ramadhani, rizqi yake huongezwa eh, utaona oh, imekuwa sahali. Angalia mwezi wa Ramadhani, hata wale maskini wale mapochopocho pocho <laughs> hata wale watu ambao ni maskini eh, hata wanafunzi tuseme, kama huku makwetu, utaona wako boarding eh, kawaida kidogo chakula eh, tutasema cha takasubra, yani kidogo kibaya kibana, lakini Ramadhani utaona oh, itwaje, msaada kutoka huku, msaada kutoka huku, msaada kutoka huku, kidogo wapata nafuu. Eh, ambapo amfunga mchana mzima ilikuwa ndo apate shida, lakini mashaallah kile chakula kidogo kinakuwa eh, nini itoje kina khairi pia. Katika hususiyati za Ramadhani ama funga umuman, kufunga ni kuwa Mwenyezi Mungu yuwatawala ile thawabu mwenyewe eh, haja specify, thawabu za kufunga ni kadha eh, eh, eh, Bwana Mtume katika hadithul gudsi yani akipokea kwa Mwenyezi Mungu asema kullu amali ibn adama lahu kila amali ya ibn adam ni yake, yani thawabu isha isha isha ishajulikana ama isha iko ama ishaonyeshwa, illa som, isipokuwa som. Mwenyezi Mungu asema fa innahu li wa ana ajzib som, ni yangu eh, na mimi ndo nailipa eh. Baadhi ya maulama wanatoa mfano, wanasema kwa mfano aje siku moja ya bosi hivi eh, au mkubwa fulani aseme, ah hawa wote wafanyakazi wangu wape alfu alfu bonus lakini huyu mwate, nitampa mimi mwenyewe, nitampa mwenye. Mmoja nitampa mwenye. Pale achaguliwe kuwa, watu watamuonaje? Watasema ah, bahati yako bwana, wewe bosi anasema atakutawalia mwenyewe. Kwa hivyo ni jambo kubwa, mwenyezi Mungu ndio yatawala malipo ya nani? <coughs> ya yule mwenye kufunga. Na pia katika hususiati eh, ilimekuja yani, katika hadithi ni kuwa mwenye kujizuia kula na kunywa paka kasikia kiu kwa ajili ya Allah jalla jalaluhu. Ewe Waislamu utafunga kwa ajili ya Allah. Eh. Asemaje kana haqqan 'ala Allahi an yur- an yurwiyahu yawm al-qiyam. Ni haki kwa Mwenyezi Mungu siku ya kiyama amnyweshe maji. Na siku ya kiyama ndo kuna kiu hicho kushinda kiu chochote. Eh. Sote tunatamani na tunaomba Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni wenye kunywa katika haudhi, yani katika kisima cha Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Lakini wale ambao watakuwa wanajizuia hawali hawanywi kwa ajili ya Allah jalla jalalu, basi ni haki kwa Mwenyezi Mungu amlipe yule kwa kumpa maji siku ya kiyama, mpaka yule mtu hapati ile tabu siku ya kiyama. Naam, amepokea hadithi yani kwa maana hii al-Baihaqi. Na pia katika hususiyati la ilaha illa Allah za Ramadhani, ni kuwa yule mwenye kufunga wakati wa kufuturu, ana dua ambayo hairudishwi, ana dua ambayo hairudishwi. Mpaka mashehe zetu hutuambia kabla tu ya kufuturu, eh, mtu ajaribu aombee wazee wake, aombee eh, zile shida alizonazo aziweke, aombe maghfira eh. Utaona wakati ule adhkari ndo nyingi zaidi eh.

ana dua ambayo hairudishwi. Maana yake, huyu mchana mzima maskini amejisumbua, amefunga kwa sababu gani? Kwa ajili ya Allah tu, hakuna faida yoyote faida ni kwa ajili ya Allah. Alafu Mwenyezi Mungu basi amkirimu, yamjalia kuwa ana dua ambayo hairudishwi. Na pia katika hususiati za Ramadhani, ama umuma tuseme, kufunga ni uh, uh, bwana mtume akisema katika hadithi la khuluf fa musaimi eh, la khuluf fa misaim kuwa ile harufu ya mdomo ya yule aliyofunga atyab inda Allahi min rih al misk, ile harufu yapendeza kwa Allah jalla jalali, yapendeza kwa Mwenyezi Mungu kuliko hata harufu ya miski eh. ile harufu manake kawaida mtu ikiwa haja haja haja zungu, haja kula eh, mchana mzima eh, zile gesi zilizoko yani katika tumbo na nyingine huleta harufu paka, hususan baada ya dhuhuri, mtu yoyote aliyofunga ambaye hajala yani asubuhi yote, utaona kidogo kuna harufu harufu. Ndio ana mtu akiamka usiku Eh, akiamka kutoka usingizini yataka kufanya nini? Yafaa kupiga mswaki ili ile harufu ipungue, iondolewe. Sasa ile harufu, bwana mtume anasema sisi twaikirihi, sisi hatuipendi, lakini bwana mtume anasema basi ile harufu ni bora, ni nzuri zaidi kwa Mwenyezi Mungu kuliko hata mtu ambaye yatumia nini miski. Eh, hii pia ni katika hususiyati za <coughs> za nani eh, za Ramadhani na katika hususiyati ni eh, katika hadithi mashuhuri ya Baihaqi

kulhum gad istawjabu an-nar, asema kuwa Mwenyezi Mungu kila siku ya Ramadhani wakati wa kufuturu, yeye ana watu milioni moja alfi alfin, eh, walikuwa hawana milioni wao wakati yani, wasema alf alf elfu elfu a thousand times a thousand, sio yeye ni milioni, eh, asema kila siku yuaacha ama yuepusha yuajalia watu milioni wanakuwa free from kuingia motoni, eh, wanaepushwa kutokuingia motoni tena. Anasema Bwana Mtume, kulluhum gadi staujabu nnara, hawa wote walikuwa wamfanya vitendo vya kuingia motoni, lakini Mwenyezi Mungu yuwasamehe eh, sha sema shekhe, anasema yani bwana mtume, fa idha kana akhiru yawmin min shahri ramadhan, na ikija ile siku ya mwisho sasa ya mwezi wa Ramadhani, atagallahu fi dhalika alyawm, Mwenyezi Mungu yuacha huru ile siku sasa, siku ya mwisho, bigadri ma ataka bigadri ma ataga min awwali shahri ila akhirih atawacha watu huru kutokana na moto, ile, ile idadi yote kuanzia yani, takriban zaidi ya watu milioni 29. Hizi ni katika hususiati e, za Ramadhani tuombe Mwenyezi Mungu, yani, tujalie tukabili mwezi huu kwa, kwa tauba na nia swadika, tuzidishe kadha aa, hizi nia ili Mwenyezi Mungu atusahilishie na mwezi huu unaokuja, na inshallah tutajaribu e, katika uh, darasa ama maelezo yani yatakayokuja, uh, tuzungumzie baadhi ya ahkam za somo, baadhi ya hukumu ambazo ni muhimu labda zakaririka sana eh, kama masala ya mwanamke ambaye uh, ana mimba au uh, yonyonyesha au masala ya mtu ambaye labda ana Ramadhani, uh, funga za miaka iliyopita hakufunga, kuna siku aliwaacha, alikuwa mgonjwa, ama hukumu za wazee ambao sasa hawezi kufunga tena eh, inshallah tutaashiria baadhi ya hizi ahkam ili tuwe na tuwe ala basira yani